Hatua ya Wizara ya Elimu kufanya somo la hisabati kutokuwa la lazima kwa wanafunzi kufanya. Viongozi tofauti wameendelea kutoa hisia zao kuhusu hatua hii ya Wizara ya Elimu. Okay, yes. Na japo baadhi ya wataalamu wa masuala ya elimu wameunga mkono hatua, baadhi ya viongozi wa kisiasa wameonekana kupinga vikali hatua hiyo wakisema somo hilo linasaidia pakubwa katika kuunda maisha ya wanafunzi. Belio. A major policy shift requires involvement of the people. The constitution of 2010 requires that you do public participation. Nataka ni kuulize, ulifanya wapi public participation ambayo inasema hesabu isikuwe compulsory subject. Mtaalamu wa masuala ya elimu Dr. Edward Nzinga ameunga mkono kuondolewa kwa somo hilo kuwa la lazima, akisema kuwa ni vyema kuwaruhusu wanafunzi kuchagua iwapo wanataka kufanya somo hili, kwani kuwalazimisha hakuna manufaa yeyote. Wakati wowote ambao unalazimisha mtu kufanya kitu akiwa hataki, huyo mtu atakifanya hiyo jambo ni lazima atakuwa ana resist hata kama sio physically hata kama akuonyeshi moyo hmm, wake unakataa, na ndio unaona chochote cha kulazimisha ni hmm, lazima akitokezei vizuri. Nitasema hivi, ni kweli hawa watoto wame struggle na mahesabu mpaka hiyo miaka kumi na moja hmm, na wakuelewa, wataielewa miaka mitatu, yani okay, tuseme huyu mtoto sababu ile kubwa ambayo inafanya huyu mtoto asiendelee na hesabu ni kwamba yeye alichagua kitu ambacho anaona sasa, a, hawezi kukubalia hiyo hesabu imuharibie. Aidha, mtaalamu huyu wa elimu anashikilia kuwa kumwacha mwanafunzi kuchagua masomo anayotaka kutamsaidia mwanafunzi sana katika kuchagua mwelekeo wa taaluma anayotaka kusomea na kuzamia katika ulingo wa ajira. Hawa watoto wote ambao walisoma hesabu wakafika grade 9 na wakuendelea nayo hakuna mtoto even from experience hakuna mtoto ambaye atawahi kosa nafasi. Kwa nini? Kwa sababu alipoenda grade 10, 11 na 12, alichagua pathway na hiyo pathway, kama alichagua humanities, hesabu sio ya humanities. Kama alichagua mambo ya arts and sports, hesabu sio ya hiyo, na hiyo ndio ataenda nayo na university ama college, na hiyo ndio ataifanya kule na atakapoenda kule awezi sasa hata siku moja kufikiria, kwa sababu ni uamuzi kwa upande wake. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji amedokeza kuwa somo la hisabati halipaswi kutolewa kama la lazima, kwani linasaidia pakubwa katika kuunda maisha ya wanafunzi. Mimi nataka kushauri the Ministry of Education, hesabu ndiyo inafunguaga akili ya watoto. Kama si hesabu Mkonji yake kuwa hapa hatuwezi anza kupea watoto chances ya kutupa hesabu kwa sababu inakuwa ngumu wakiwa katika JSS class. Mbunge huyu ametaka swala hili kufikishwa mbele ya bunge la kitaifa ili kujadiliwa zaidi kwani masomo yaliyotolewa kama ya lazima ni masomo ambayo yanasaidia pakubwa maishani. Zile courses zinaitwa STEM, sciences. STEM courses they must be protected and hiyo si kitu ya kupitishiwa kule katika misafara, hiyo inafaa iletwe bunge ndio tuseme ya kwamba hesabu and sciences we should be supporting them instead of putting them down. Wakati umetoa hesabu katika compulsory courses, you have downgraded our education merikialo.